Niwahakikishie, nataka niwahakikishie ndugu zangu, niko pamoja na nini? Niko pamoja na chama changu ambacho nakipenda sana, chama chenye maadili mazuri tangu baba wa taifa, kelele na mzee. Ninataka nirudishe heshima ya chama. Ninawaomba wana CCM wenzangu, wakati nitakapokuwa ninafanya kazi ya kurudisha maadili ya chama hiki, mnivumilie. Mahali nitakapoamua kunyosha nitanyoshea hapo <tuhi> hapo <tuhi> nikimkuta <tuhi> wewe mwana CCM <tuhi> <tuhi> uwe kigogo wa namna gani, Utaondoka yeah. Nataka sisehemu chama chetu cha mapinduzi kimeundwa na wanachama wa maisha ya kawaida. Kamwe, na ninasema kamwe, sitakubali watu watakao kwa sababu ya kutumia pesa zao yeah. Nataka sifa za uongozi, bila kujali dini, bila kujali kabila, bila kujali jinsia, wenye yeah. uwezo wa kuongoza chama chetu na uongozi. Ninajua wako viongozi wazuri wengine kuliko mingi, ambao hawana pesa za kutoania. Ninataka sisehemu mte Ninataka Ninataka Tanzania chini ya uongozi wangu twende na kuhakikisha tuna munga